One Media. Ili wa kwanza kupata habari zinazojiri hapa Bongo, usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo One Media, karibu tena katika dawati letu la michezo tukizidi kukuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinajiri ndani lakini pia na nje ya Tanzania, mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania ambao ungechezwa kesho E, tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025, mchezo kati ya klabu ya Young African dhidi ya Mtibwa Sugar e, umeahirishwa, sio kesho tena, na sasa mchezo huo umerudishwa nyuma na utachezwa siku ya leo. Ni kwa sababu siku ya kesho tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025, kutakuwa na uchaguzi e, wa kuchagua wabunge, madiwani pamoja na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. So mchezo ambao ungecheza siku ya kesho na sasa utachezwa. Siku ya leo nikimaanisha tarehe 28 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 na mchezo utachezwa kuanzia majira ya saa kumi kamili jioni katika uwanja wa KMC Complex ulioko Mwenge jijini Dar es Salaam Tanzania. Niko hapa kukujuza predictive lineup ya club ya Dying African. Yaani, kikosi ambacho cha club ya Yanga kitakachoingia kiwanjani kwenda kuikabili Mtibwa Sugar katika michezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania. Twende kutazama aina ya wachezaji ambao wataenda kuikabili Mtibwa Sugar kwa siku ya leo. Namba moja atakwepo Diarra Djigui langoni kama kawaida yake. Ni moja ya magolikipa bora kabisa ambao wanachezea ndani ya klabu ya Dar Young African. Namba mbili atakwepo Israel Patrick Mwenda. Lakini pia upande wa namba tatu atakwepo Shadra Issa Boka. Nne atakwepo Dixon Job. Tano, eh, anaitwa Ibrahim Ahmad Baka. Sita atakuwepo Jacques Abuya, huku saba Max Mpienzengeli, nane Mdathir Yahya Basi. upande wa namba tisa, yes, naweza nikasema upande wa namba tisa atakuwepo Prince Mpume Lolo Dube. Kumi atakuwepo uh, Dombia. Kumi na moja Pacome Pedro Zuzua. Upande wa substitution kuna Butwali Bumsheri Uh, kuna Bakari do Mwamnyeto, kuna Mohamed Hussein, kuna Kibwana Shomali, kuna Azizi Andambwile, kuna Kouma, kuna Chikora Edmund pamoja na And Boyel. Hicho ndo kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga African ambacho kinaenda kuikabiri timu ya, e, ya Mtibwa Sugar katika michezo ya Ligi Kuu ya NBC Tanzania jioni ya leo. Unayapi katika hili na unazungumziaje kosi hiki? Unadhani kitapata matokeo yepi? Share katika upande wa comment section. Tukutane wakati ujao panapo majaliwa. Asante.